Kwa sababu Yesu tunaanza kumwona kwenye Agano la Kale. Kina Isaya wanamtabili Yesu. Tunakuja kumwona Agano Jipya, Yesu anatokea na namna alivyo, na mpaka anaondoka na yale ambayo alikuja, alikuja kwa ajili ya hayo, tunayajua kwenye neno la Mungu. Wewe, sio kama sio mtu wa kutafakali neno la Mungu au msomaji wa neno la Mungu, itakuwa ni ngumu sana itakuwa ni ngumu sana kumjua Yesu. Itakuwa ni ngumu sana ikiwa madaktari wanapata udaktari kwa kusoma, kwa kupata maarifa, namna gani watatibu wagonjwa na wanaweza. Sasa wewe unataka umjue yesu tu ghafla ghafla, lazima ukae chini ujifunze. Lazima ukae chini ufanyeje? Ujifunze, kubali kukaa chini ujifunze ili uweze kumjua huyu Yesu, uweze kumfahamu huyu Yesu. Kaa ka, uweke ka ratiba zako, uweke muda wa kutafakari neno la Mungu, iwe ni usiku iwe ni mchana, iwe ni usiku iwe ni mchana. Kaa upate muda wa kutafakari neno la Mungu, lakini neno la mungu tu alitoshi kulitafakari wewe peke yako, unahitaji mwongozo. Bwana Yesu asifiwe sana lakini hauwezi kumjua Mungu au Yesu kwa kusoma neno pasipo mwongozo wa Roho Mtakatifu. Huwezi kufanyeje? Huwezi kumjua Yesu au Mungu kwa kusoma neno lake pasipo mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hata Mafarisayo, Wayahudi wale waandishi, walikuwa wanalijua neno, walikuwa wanajua Biblia, wanajua maandiko, lakini ujue ya kwamba kuna utofauti wa maandiko na neno eh? ujue kuna utofauti kidogo hapo, ijapokuwa ni vitu vinavyofanana maandiko na neno. Unaweza ukashika maandiko na umjui Yesu, unaweza ukashika maandiko na na haumjui nani na umjui Yesu, kawepo, lakini haumjui Yesu, maandiko yakawepo kichwani, lakini afanyeje? hamjui Yesu, hamjui kabisa, haumjui kabisa, hamjui Bwana Yesu asifiwe sana. Mafarisayo waandishi wale walikuwa wanaijua sheria kupita kawaida, wanajua maandiko yote, wakikaa wanakusimlia au wanakufundisha wana, wana, wana, wana, utasema kweli, hao watu wanaokifundisha wanakijua, wanakifahamu lakini kimsingi Yesu anakuja, hawaelewi kwamba huyu ni Yesu ni mwana wa Mungu, hawajui kwamba ni wanaanza kum, wanaanza kumpinga, wanaanza kufanya hivi na hivi mambo mengi kibao. Kwa sababu gani? Wana maandiko lakini sio neno, wana maandiko lakini sio nini? Sio neno. Yesu alikuwa hawamjui, walikuwa hawamfahamu kuwa ni nani, walikuwa hawamjui kabisa, lakini maandiko alikuwa nayo na ndivyo ilivyo leo. Wakristo wa leo unakuta na maandiko kibao, ana maandiko kibao, anaandiko kibao, lakini maandiko hayo hayaishi, wala hajawahi kumsaidia, hajawahi kumsaidia kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. hajawahi kumsaidia, hajawahi kumsaidia maisha yake yote. Ndio maana kuna mahali sikumbuki ni sehemu gani, lakini kuna mahali Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba wa, waandishi au Mafarisayo wanayowaambia yafanyeni, ila msiwe kama msiwe kama wao. Kwa sababu gani? Yesu anamuuliza kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanayoyasema ni kweli, lakini hawayatendi. Nakumbuka ni kama Marko, sijui sura ya ngapi anawambia yote mnayo wanayowafundisha yafanyeni, lakini msiwe, wa, msiwe kama wao. Sasa unajiuliza ameruhusu watufundishe lakini tusiwe kama wao, maana yake nini? Ni kwa sababu wao wanachowafundisha ni kweli, ni sawa na mchungaji leo anasema kwamba sikilizeni nachokifundisha, msiniangalie mimi. Hujawahi kutana na watumishi hao? anasema sikilizeni, nacho kifundisha, kisikilizeni, mkishike, mkifanyie kazi, msinitazame mimi, matendo yangu msiangalie. Hajawahi kukutana nayo? Mimi nimeyaona, mwenzako, nimeyaona, nimeyaona na nimeyasikia kwa masikio yangu na